Kesi ni ushahidi, kwa hiyo ndugu zetu bado tunapeleleza, lakini niwaombe ndugu zetu wa Clouds waendelee kutupa ushirikiano, watoe ushahidi, ili mwisho wa siku mi kazi yangu sikupeleleza, au sio? Mwisho wa siku mi nikishapeleleza ushahidi uliopo, napeleka Wakili wa Serikali. Kwa hiyo hainipi shida. Kwa hiyo kimsingi, kama tutakosa ushahidi, ni kazi bure. Kimsingi tupate ushahidi. Kuna zile footage tumeshazipata lakini ushahidi mwingine upo, watupe ushirikiano, walikuwepo waende wamwone mpelelezi, tukisha compile tukisha peleleza tumekamilisha upelelezi, tunapeka kwa wakili wa serikali. Wakili wa serikali ataandaa mashtaka. Kwa hiyo mimi niseme wa ndugu zangu wa Clouds, tunaomba tu ushirikiano, toeni ushirikiano kwa wapelelezi, toeni maelezo ma yenu. Upelelezi ukishakamilika, tuwapelekee wakili wa serikali. Wakili wa serikali ataona je, kuna kesi ya msingi hapa, kuna kesi ya kujibu au hakuna kesi ya kujibu. Hilo na swala namwachia mwachia naiachia ofisi ya DPP, na niwajulisha tu kwamba Uh, mpaka sasa Dar es Salaam iko shwari, lakini kuna tukio la kuwawa majambazi wanne na kukamata silaha moja aina ya SMG ikiwa na risasi sitini na tano pikipiki piki mbili l eh, na watu wapatao watatu walijeruhiwa. Ya ndugu waandishi wa habari kama navyosema, Dar es Salaam tunaendelea kuwa shwali na tumefanikiwa kwa jumla kukamata jumla ya uh, uh, silaha moja ya sub machine gun uh, ikiwa na risasi zipatazo 65 uh, pikipiki 2 mbili, lakini watu wapatao uh, la wananchi wa raia wema wanne uh, ambao walijeruhiwa lakini kwenye hiyo fracas pia majambazi wanne waliuawa. E, nikianza kufanya mnyambulisho wake ni kwamba tarehe 19 mwezi wa 5 2017, ilikuwa majira ya saa 2 kasoro uh, kama dakika kumi za usiku kwenye mtaa wa Agre na, na, na, na Livingstone, e, majambazi wapatao wa wanne e, wakiwa na na boksa, wakiwa na pikipiki boksa. E, wakiwa na silaha ambayo baadaye tumebaini kwamba ni sauti ya machine gun walivamia kwenye duka la Othman Isa, miaka 45. E, walipofika kwenye ile duka Othman, kwenye ile duka wana wanauza chakula lakini wanauza vocha mbalimbali mbali. E, kwa hiyo walipofika au majambazi wanne walipiga risasi pale na kumtishia kwa maana wape fedha, lakini kwa bahati nzuri gari letu la doria likuwa maeneo yale askari wetu waliweza ku kuintervene mapema. Kwa hiyo walipofika na wakapiga risasi wakiwaamuru eh, wasalimishe wa, wa, wa, wa, wa silaha zao, lakini hawakubali. Kwa hiyo katika yale majibizano ndio eh, waliweza kuwawa majambazi wanne eh, na katika kuwapekua ndio tulikuta hiyo silaha submachine gun, na ambayo ni silaha ya kivita ikiwa na risasi sitini na tano eh, lakini kubwa zaidi tumeweza kuwatambua majambazi wawili katika wale wanne. Wa kwanza ni huyu anaitwa Hamadi Ali Musa Hamadi Ali Musa miaka 24. huyu ni uh, dereva wa bodaboda anafanya biashara ya bodaboda boda, anabeba abiria bodaboda, lakini kijiwe chake ni Tandika Azimio. Ana, wale wanatandika Azimio wanamfahamu, lakini mkazi wa Chamazi. Lakini wa pili amefahamika pia kwa jina la Hamadi Rajabu Kombo E, jina maarufu anamuita Ndonyo. Huyu ni Mpemba miaka 31, lakini mkazi wa, wa, wa Chanika. Huyu Ndonyo na timu yake wametusumbua sana, tulikuwa tunaangalia mauaji haya ya bodaboda. Anapora anapora, anapora anapora pikipiki za bodaboda maeneo ya Chanika kule Kivule, karibu watu wanne wameshauawa kwa kutumia silaha hii na amekuwa anafika na kodi pikipiki anapowachukua wale watu wa bodaboda anawapeleka maeneo ambayo kuna kuwa na msitu kidogo anawapiga risasi na kuwanyang'anya pikipiki zake. Kwa hiyo ana matukio mengi hata leo tu, tukio waandishi wa habari ambayo lilitokea pale kumekucha. Mlinunuzi uliza maswali lakini nikamwambia bado tunafuatilia tutampata tu huyu Bwana Ndonya. Kwa hiyo ana matukio mengi ambayo ameyafanya na timu yake. Kwa hiyo kimsingi tunaendelea kufuatilia eh, kuona kwamba mtandao mzima tuna, tunaweza kuupata. Eh, lakini kubwa zaidi kuna watu kwenye hilo tukio, kuna watu wapatao e, wanne pia wamejeruhiwa e, na hii tumebaini kwamba risasi zilitumika kuwajeruhi wale. E, ni hao majambazi wali panic baada ya kuona kumbe kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, krati, polisi wako maeneo wa yale, wakaanza kurusha risasi hovyo. Kwa hiyo kuna watu wanne ambao wamejeruhiwa e, na hizo risasi, lakini naambiwa wamepata matibabu e, na wameruhusiwa. Lakini nizungumzie hili swala la Eh, tunapokuwa tunajibizana na, na hawa majambazi eh, ni vizuri wananchi wakachukua tahadhari kwa sababu tukio la la Kariakoo limetupa fundisho moja. Watanzania wa Dar es Salaam wakisikia mlio wa risasi, wakisikia mlio mkubwa mlipuko, badala ya kukimbia mbali ya ule mlipuko wao wanakuja kwenye mlipuko. Sasa huwa ni, ni shida na sisi, tunapokuwa tunapambana pale natupa shida kwa sababu ukimpiga raia mwema ni tatizo. Kwa hiyo hata ushambuliaji wetu tunakuwa tunakuwa makini sana tofauti na jambazi. Jambazi anapiga hovyovyo tu, kwa sababu yeye hajari. Kwa hiyo eh, ni lai yangu na niombi kwamba wana Dar es Salaam mkisikia mlio namna hiyo, ni vizuri kwanza ukakimbia, alafu baadaye ukaangalia upepo na, na, na ukarudi, lakini peleke salamu kwa majambazi. Salamu kwa majambazi, Dar es Salaam ni mahali pazuri sana pa kuishi. Lakini, kama, kama, kama unapenda familia yako, unajua wengi wana familia. Hii biashara ya bunduki hailipi hata siku moja, Acha biashara hii ya bunduki, fanya kazi zingine, maana ki mwisho wa siku tunakuhitaji, tutakosa. Na ukiangalia hao waliondoka ni watoto wadogo, ukianza miaka 24 miaka 30, mambo ya bunduki sidhani kama yatakusaidia sana. Acha hiyo biashara, kama una vibunduki vyako viache barabarani, fanya shughuli zingine, hata beba uh, fanya biashara ya boda boda, fanya biashara ya, ya kuuza nyanya, talipa zaidi kuliko hii kazi ambayo wanajiingiza. Lakini tunakwenda vizuri, lakini mwongeze na kuwashukuru Eh, raia wema waliotupa taarifa mapema. Maana wakati wanaingia dukani tu raia wema walibaini kwamba hao si watu wazuri, basi wakatupa taarifa na tukawashughulikia kwa mjibu wa sheria. Nasikitika sana kwa sababu tungeweza kukaa nao tukazungumza nao tungeweza kupata mtandao, lakini ukamataji wa mtu mwenye bunduki, waandishi wa habari, mnajua unamkamataje. Sasa unaanzaje kumkamata kwamba mimi ni mtu fulani nina ninakamata kwa kosa hili? Hapana, hii mara nyingi ni tukiwahiana, majibu yake huwa yanakuwa ni kama yalivyotokea habari pia tuna pia kupatikana silaha mbili. Hizi ni ni mali ya Corp Security, lakini pia mtumwa mmoja amekamatwa. Onesha hizo silaha, ni silaha za kampuni ya ulinzi. Kwa hiyo kuna mtumwa anaitwa Daniel Benson aliiba hizo, hizo, hizo bunduki na kwenda kuzificha anakojua, lakini upelelezi ulifanyika baada ya kumkamata, alipohojiwa, akaonekana kwa kwamba alikuwa anataka kwenda kuzifanyia uhalifu. Kwa hiyo hapa ni swala la msingi, mwenye makampuni wajaribu kuwa makini sana. Hii silaha hii silaha tumewapa, tunawaamini, basi wao una utaratibu mzuri. Maana inaonekana yeye alinyemelea akakuta wenzake e, umepumzika, basi akaweza kuiba hizo silaha mbili. Kwa hiyo kuna hizo silaha mbili ambazo zimepatikana ni aina ya shotgun pump action, e, pamoja a na, na risasi zake. Lakini mwandishi wa habari tunaendelea vizuri e, lakini niseme kwa wiki hii tumefanikiwa kukamata e, gari lenye namba T 732 BAZ hii ni Toyota Cresta. Tarehe 17 mwezi wa 5 2017, e, huko maeneo ya Masaki. Masaki kumekuwa kuna shida sana ya ya ya ya unyang'anyi e, mtu ana gari lake, anaona abiria, mtu anatembea na mkoba wa kina mama, wanapenda mikoba ile mirefu, anasimamisha gari, wanakurupuka, wanamnyang'anya mikoba. Kwa hiyo kume big snatchers, uh, wizi wa mikoba mikoba umekuwa mwingi sana, kwa hiyo tulifanya Um, uh, mtego na bahati nzuri tulifanikiwa kumkamata huyu mtuhumiwa e, Dunia Hamisi, narudia Dunia Hamisi, mwenye umri miaka 26, na anasema yeye ni mhandisi yuko Mikocheni, akiwa na hii gari ambayo ni Toyota Cresta. Hii Toyota hii Crest imekuwa inatumika matukio mengi e, ya kule Masaki wanafika, anasimamisha anaona, mwanadada mwana baba ana begi lake, wanapola lile begi, wanaingia nalo kwenye gari, wanakimbia. Kwa kimsingi Uh, kuna matukio mengi yamekili kuyafanya na upelelezi unaendelea, mwisho wa siku tutampeleka tutampeleka mahakamani. Waandishi wa habari, tunaendelea pia na na, na operation zetu za usalama barabarani. Kwa hiyo kuanzia tarehe 16 mwezi wa 5 2017 mpaka tarehe ya jana tumeweza kusanya jumla ya milioni 440 milioni 440 na, na, na tunaendelea na operation ya ku, ku kukagua mabasi yanayobeba abiria kwa hiyo kwa takriban wiki moja tumeweza kukagua magari 185, eh, lakini katika hayo magari 119 yanabeba ya wanafunzi yanaonekana ni mabovu. Kwa hiyo natoa wito, natoa wito kwenye magari wenye shule, tumeona kilichotokea Arusha. Sasa sisi hapa tuna shule nyingi sana za, za, za, za, za, hizi uh, private schools, hii shule binafsi za serikali I mean, za za, za, za, za, za, za mwanzo zote private schools. Kwa hiyo kimsingi, wito wangu usikubali gari bebe wanafunzi ikiwa ni matatizo gari. Sikubali gari yako ikakodishwa kwa muda kadhaa ikaendelea kufanya kazi bila kufanyiwa ukaguzi. Ni jambo la msingi sana. Hakisha gari lako kama limekodishwa linakodishwa likiwa salama, otherwise yaliokuta wenzetu eh, wale ambao wamiliki wa, wa shule na wamiliki wa magari kule Arusha nao yatakukuta wewe. Kwa hiyo swala la msingi hapa ni kuhakikisha kwamba, uh, unaliangalia gari lako unalikagua la gari lako kabla halijaingia halijaingia barabarani na niseme tu uh, wenye shule jamani, hawa ni watoto wetu. Watoto hawa ndio viongozi wetu wa kesho, na uh, lazima tuwalinde. Sheria zipo, na hatuta hatutakuwa na muhali na mtu ambaye atavunja sheria.